Ndugu zangu wapendwa, tungali katika kipindi cha Pasaka, na jumapili hii ya leo ikiwa ni Jumapili ya tano ya Pasaka, tunarudi tena kwenye hilo ambalo tulilisikia hiyo sikukuu ya Alhamisi bwana wetu Yesu Kristo alipoweka hiyo amri kuu na akatuamuru, nasi kama tulivyosikia, ye kama yeye alivyotupenda na sisi tupendane. Kwa kweli ni upendo ambao umetoka kwa Mungu, na kwa upendo huo sisi sote tumekombolewa kutoka katika hali hiyo mbaya tuliyokuwa nayo, akatuingiza katika hali hiyo nzuri ya kukombolewa kama kweli na sisi tutapenda kumfuata na kuyafuata hayo ambayo yeye mwenyewe kayaweka ya na yanayotuongoza katika maisha yetu ya kila siku, na kwa kufanya hivyo, basi tutakuja kulipata hilo ambalo ni ndoto ya Yohane kama tulivyosikia katika ilo somo la pili, waraka ufunuo wa Yohane yeye ambaye analiona hilo linalokuja, mbingu mpya na nchi mpya. Yeye huyo Mungu ambaye anakuja kuyafanya yote mapya, na ameanza kuyafanya tayari, mara baada ya kuonesha upendo wake kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kubadilisha ile hali iliyokuwa na kaiweka katika hali mpya, na mwisho wake utakuja kukamilika kwa wote, baada ya huyo yeye mwenyewe mfalme kapokaa katika kiti na anapokuja kutuhukumu sisi wala ambao atastahili kuingia katika uo ufalme katika hayo mapya yaliyotengenezwa yaliyotayarishwa kwa ajili yetu sote kwa ajili ya yeye ambaye atakuwa tayari kwenda kadiri ya mpango wa Mungu basi akamilike katika upya huo ambao Yohane anauona. Ndugu zangu, tunapoyasikia hayo yote. Tunapenda kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huo upendo wake ambao ameonyesha kwa mwanadamu, mwanadamu ambaye aliumbwa akawekwa hapa katika hali hiyo nzuri sana lakini kwa sababu ya kiburi chake kupitia kwa wazazi wetu kwaavyote akaaamemkosea, lakini bado Mungu huyo huyo kwa upendo huo hakupenda kumwacha na anapenda ambadilishe, na anapenda kesho, kesho kutwa huyu mwanadamu amrudie tena akaye katika furaha hiyo ambayo yeye alitaka aingie baada ya kuwa amemuumba na baada ya kuwa ameumba yote yaliyopo. Huo upendo wa Mungu bado unaendelea na hautaisha, kama ilivyosikia, ni mwendeleo ambao unayafanya yote yawe mapya, hayo yuko anayafanya na amewafanya kupitia kwa hao wengi ambao amewaweka waje kuifanya hiyo kazi pamoja naye. Katika somo la kwanza, matendo ya mitume, tumewasikia hao ambao sasa ndio Mungu anawatuma watuma, nao wakifuata nyayo za huyo bwana wao Yesu Kristo, wakina Paulo na Barnaba, bahawa wafuasi wa Kristo ambao kwa upendo vile vile waliorudisha kwa Mungu aliyowapenda bila kuogopa, bila kuja yoyote, wanapenda sasa na wao huo upendo uwafikie wengine. Kwa vyote ni kazi ya Mungu ambayo anafanya pamoja nao, na kama tulivyosikia, wao ndio wanayasema hayo, wakiwa na uongozi na nguvu hiyo ya Mungu. Kwa hiyo wanakiri wazi kabisa, ni upendo tu wa Mungu ambao anawezesha kuyafanya yale wanayofanya, na kwa hiyo wanashangaa pamoja na vizuizi vyote, pamoja na shida zao zisipata, lakini bado kwa furaha wanaendelea kuifanya hiyo kazi. Ndugu zangu, kama na sisi tutapenda kufanya kama hao akina Paulo, akina Barnaba na wengine wote ambao wanaenda kuwaimarisha, wanaenda kuwapa matumaini hao ambao wanawasikiliza na ambao wangelipenda kabisa wakombolewe na wao wapolewe, waje kuingizwa katika kundi hilo la wafuasi wa Mungu, basi inabidi tutembee pamoja na upendo wa Mungu, tutembee pamoja na nguvu hiyo ya Mungu, tutembee tukimsikiliza Mungu, tukisikia sauti yake tu, kama tunavyosema mara nyingi, watakuja wengi ambao wanapenda wajifanye wao kama ndo wana ujumbe ambao ni wa Mungu, lakini akuwa ni uongo. Lazima tunirudie kila wakati, kwa sababu ulimwengu wa leo unao hawa wengi mno ambao wanatujia tuwasikilize. Hawa wakina Paulo wakina Barnaba, ambao upendo wao wa sio upendo huu wa kibinadamu, upendo wa mwili, upendo wao kukupenda wa, wewe wa kwa sababu kuna kitu fulani ambacho anakitafuta kutoka kwako kwakob ni upendo huo wa Kristu ambao utakudai wewe mpaka kufa, ufe kwa sababu tunataka kuyafanya hayo yaliyo ya upendo yaliyo ya ukweli. Utapenda kutafuta haki, utawatetea kama Kristu mwenyewe alivyofanya, utawatetea wanyonge. Ndio upendo wenyewe huo, utakuwa tayari kupelekwa hata mahakamani kwa sababu ya ukweli huo, bila uoga huo. Ndio upendo ambao wanauonyesha sasa hao wakina Paulo wakina Barnaba, wengine wote kuanzia wakina Petro, tangu walipomkiri huyo Kristo na baadaye Kristo alipoondoka, wakaanza kuzifanya hizo kazi, wakisukumwa wakiongozwa vilevile na upendo wa Mungu kwa nguvu huyo Roho Mtakatifu, au kusita kuyafanya haya, kwenda kuwapatia chakula hao wenye njaa, kuwaponya hao ambao ni wagonjwa bila kujali nawaona wengi wanaofanya kazi hizo wanakuwa tayari hata wao kuugua, lakini wakiwa wanawasaidia wale wengine wenye shida. Huo ndio upendo tunaoambiwa, ndio upendo huo ambao inabidi nasi tupeleke sasa kwa hao ambao wanahitaji. Pamoja na hao bado, Mungu wetu anatupatia sasa viongozi ambao wanakuja na wao kuendeleza hizo kazi zake. Na kazi yake. Na kwa namna pekee kwanza ni washukuru sana nyinyi nyote ambao tumekuwa pamoja tangu tulipopata taarifa za msiba wa Baba Mtakatifu Francisco tarehe hiyo ishirini na moja kusali, kumwombea, la milele, na tulipowatangazia mara moja mkaanza kusali kumwombea pumziko la milele katika Kristo huyo aliyempenda na aliyemtumikia, lakini bado tukawa tumewaalika mwe pamoja na kasi zima la kiulimwemu kusa pamoja na hao wote ambao walikuwa wanasali ili Mwenyezi Mungu aweze kutupatia tena kiongozi mwingine ambaye ni baba mtakatifu, atakayekuja kuja kuliongoza tena kanisa hili. Ndio upendo wake Mungu bado unaendelea, na tunamshukuru Mungu hilo amelifanya na limeweza kuonekana na tukalipokea kwa furaha kabisa tarehe hiyo nane mwezi huu tulipo tangaziwa kwamba sasa tumempata huyo baba mtakatifu kwa nafsi ya Leo wa kumi na nne ambaye kwa kweli, leo Jumapili hii ya tarehe kumi na nane anawekwa rasmi au tuseme anaianza kazi yake rasmi ya kuwa kiongozi wa kanisa letu la kiulimwengu kwa ibada maalum ambayo itafanyika huko Vatikani. Bahati mbaya sikuweza kuwepo kwa sababu ya yale yanayokuwa hapa yanayofahamika. Kumbe tuliagana naye Jumamosi iliyopita tarehe kumi na niwaletee tu salamu zake. Anawasalimu sana, akiwatakia kila la heri na akiwaomba mshirikiane naye, kwanza kwa kusali kabisa, ili utume huo kazi hiyo aliyokabidhiwa aweze kuifanya vizuri na sisi shirikiane naye kuifanya hiyo kazi, ya kuja kuifanya kujifanya hilo ambalo tumelisikia leo, yote kuyafanya yawe mapya na yatulete furaha katika maisha yetu na katika kujenga huo ufalme wa Mungu, ambao yeye mwenyewe nasi ametukabidhi tuyafanye hayo. Kumbe ndugu zangu, kazi ya Mungu inaendelea wa upendo wa Mungu unaendelea sasa kupitia katika hao ambao anawaleta, na ni kwa sababu hiyo, ni waombe vilevile kwamba sisi ambao nasi tumeitwa ili tukashiriki katika kazi hiyo ya Kristo, kama hao ambao wanaitwa, ndio hata viongozi wachungaji kuanzia kwa Baba Mtakatifu watakuja na wa maaskofu makardinali aliomuhuma katika maaskofu mapadi wachungaji pamoja na wakfu wote na sisi waamini wote kwa ujumla, tujue kabisa kwamba tuna kazi kubwa hiyo ya kuyapokea hayo ambayo Mungu anataka tuyachukue, na tukiwa nayo hayo basi, hiyo kazi yake tuweze kuiendeleza. Kumbe ndugu zangu, tusiwe na uoga kama ambavyo hawakuwa na uoga hao wote ambao wanaitwa wanakabidhiwa wanapewa hiyo kazi, wakaifanya ya kujenga huo ufalme wake hapa ulimwenguni. Na sisi tuwe tayari, lakini kama tulivyosema, tusukumwe zaidi na upendo wake huo wa kimungu, na tuyafanye yote haya. Ni kwa sababu tu tunasukumwa na huo upendo wa kimungu, na kwa kuwa hivyo basi, tutaweza kuyafanya yote, yaanzie kwake na ishie kwake. Na kwa namna hiyo tuujenge huo ufalme tuyafanye yote hayo ambaye anataka yeye yao mapya, lakini yote yapitie katika mikono yetu na katika nguvu zetu. Tumwombe Mungu mwenyezi atusaidie, hasa tunaa tafakari hayo ya upendo wake, tuyaone katika maisha yetu ya kila siku, twende tusukumwe na huo upendo na pamoja naye, ambaye na anakaa pamoja nasi kama Yohana alivyosema kwamba katika kuyafanya yote hayo mapya basi tutakuwa naye mungu huyo ambaye yupo, mungu huyo ambaye ameyapenda haya ya wepo, atakuwa pamoja na na sisi, na tukiwa naye kwa hakika yote yatafanyika. Awe nasi na sisi tuwe naye milele yote, amen. Hello, kwa majina naitwa Doto Simoni Maganga, meneja wa Nazareti Kantini Tabora na John Paulo Hosteli ambazo ziko chini ya jimbo kuu Katoliki Tabora. Huduma zetu kwa mgahawa wa Nazareti ni chakula na vinywaji, kuanzia kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunatoa chakula cha mbalimbali vikiwemo vyakula vya kimataifa, samaki, nyama, kuku, nyama choma, mbuzi choma, kuku choma vyote katika hali ya ubora na usalama na tunazingatia afya ya mteja. Pia katika hosteli yetu tunatoa huduma malazi na huduma ya kifungua kinywa. Ngaa wetu upo karibu na hosteli ambapo mtu anapata malazi pia. Ni karibu kuja kupata huduma zingine mbalimbali za vinywaji. Nazaret kantini inapatikana karibu na mahakama kuu Tabora ama kanisa kuu. Inafikika kwa urahisi bila tatizo lolote. Ukimuuliza mtu atakuelekeza, mwambie nataka kufika Nazaret kantini iko mkabala na mahakama kuu. Kwa mawasiliano zaidi jinsi ya kutupata unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo: sifuri sita tano sita arobaini na tatu sitini na nne kumi ama sifuri sita saba nne tisini na tatu arobaini na tisa arobaini na sita Karibuni sana mpate huduma bora, safi na shalama.